Wa kuweza kulisha watu, lisha. Wa kuweza kuwapa watu mitaji, toa. Wa kuweza kuwajengea watu majumba. Kaambia nyinyi walimu wa madrasa, nyinyi walimu wa shule, nyinyi mayatima, kaeni hapa, toa. Nafasi ya kutoa inabaki ya kuwa kwako. Kwa hii imetokana na principle ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa wa Jalla ameiweka pale alipopata kusema, baada ya billahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim fa amma

Na akasadikisha katika kule kumcha Mwenyezi Mungu, yaani akafanya kile anachokitoa alichoruzikiwa akakitoa, na akaamini kwamba kikitoa ni katika wema na akakubali.